Katika historia ya dunia kuna matukio ambayo yalisimamisha kila kitu, yalisababisha vifo vya mamilioni, kuharibu mataifa na kuacha alama ya milele kwenye historia ya binadamu. Leo tutachunguza majanga saba mabaya zaidi kuwahi kutokea. Kaa hadi mwisho, la kwanza linatisha kuliko unavyodhani. Aprili mwaka 1815 mlima Tambora ulilipuka kwa nguvu ya ajabu. Mlipuko huu mkubwa kabisa katika historia ya binadamu uliwa takriban watu sabini na moja elfu. Dunia nzima ilihisi athari. Mwaka elfu mia nane na kumi na sita uliitwa mwaka bila majira ya joto. Baridi kali isiyoeleweka ilipiga Ulaya na Marekani, mazao hayakukua, watu walikufa kwa njaa, maelfu kwa maelfu. Desemba 26 mwaka elfu mbili na nne tetemeko lenye kipimo cha tisa nukta moja liliibua mawimbi ya tsunami yaliyofagia pwani za Asia. Zaidi ya watu laki mbili na thelathini elfu walipoteza maisha, miji ilibaki magofu, dunia ikakumbushwa kuwa bahari inaweza kuwa rafiki, lakini pia muuaji. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, mafua yaliyoitwa Spanish flu yaliambukiza watu bilioni moja. Zaidi ya milioni hamsini hadi mia moja walikufa mafua haya yaliwa vijana wenye afya kuliko wazee. Dunia ilijifunza kuwa si vita pekee vinavyoua kwa wingi. Mwaka 1959 China ilianzisha Great Leap Forward na njaa ikasambaa, mashamba yakaharibika, mvua haikunyesha. Takriban watu milioni 30 hadi 45 walikufa kwa njaa. Familia zilijikuta zikifanya maamuzi yasiyoelezeka ili kuishi. Maamuzi mabaya ya kisiasa yaliwa zaidi ya njaa yenyewe. Novemba mwaka wa 1970, kimbunga cha Bhola kilifagia pwani ya Bangladesh kikisababisha mafuriko na vifo vya watu laki tano. Serikali ilishindwa kusaidia kwa wakati, mapinduzi yakafuata na Bangladesh ikazaliwa. Tetemeko kubwa zaidi kuwahi kutokea liliwa watu laki nane na mapango ya makazi yaliporomoka, nyumba ziliharibika. Dunia haikujua tetemeko linaweza kuwa kwa kiwango hicho. Kati ya miaka ya 1347 mia hadi 1351 tauni ya Bubonic iliwa takriban watu milioni 75 hadi milioni 200. Miji ilitengwa, familia zilifungiana ndani, mazishi yalifanyika usiku. Iliathiri historia ya dunia kwa karne nyingi. Majanga haya yanatufundisha kuwa dunia ni yenye nguvu, lakini pia dhaifu sana. Binadamu anaweza kusimama tena, lakini historia haitufichi ukweli. Ni lipi kati ya haya lililokushtua zaidi? Tuambie kwenye maoni. Usisahau kupenda video hii, kuisambaza na kuf...